Karibu sana kwenye Pesa Vibe, mahali pa maarifa ya fedha, maendeleo binafsi na motisha ya kweli kwa maisha bora. Leo tunazungumza kuhusu maadui watatu wakubwa wa mafanikio: wasiwasi, kukata tamaa na kuahirisha mambo. Hawa si tu vikwazo, ni sumu inayoua ndoto zako ukiwa macho. Kwa nini tunapata wasiwasi? Kwa nini wengi wanakata tamaa kirahisi? Kwa nini tunajua tunachopaswa kufanya lakini tunaahirisha kila mara? Na zaidi ya yote, tutajadili njia za kushinda hali hizi na kupata mafanikio unayoyastahili. Chanzo cha wasiwasi. Wasiwasi ni hofu ya jambo ambalo halijatokea bado, ni kama kulipa deni ambalo hujaazimiwa. Mara nyingi wasiwasi huanza kichwani, lakini huishia kwenye mwili. Presha inapanda, moyo unapiga haraka, usingizi unakimbia. Sababu kuu za wasiwasi ni pamoja na hofu ya kushindwa, hofu ya kusikilizwa vibaya, hofu ya kutokubalika, kukosa maandalizi au maarifa. Kauli ya kumbukumbu: wasiwasi hauondoi matatizo ya kesho, huiba amani ya leo. Wasiwasi unavyozuia mafanikio. Unapoogopa kuongea mbele za watu, hupati nafasi za maendeleo kazini. Unapoogopa kuanza biashara, unakosa fursa ya kujitegemea. Unapoogopa kujaribu, unakosa nafasi ya kujifunza. Chanzo cha kukata tamaa Watu wengi hukata tamaa kwa sababu matokeo hayaji haraka. Wanalinganisha mafanikio yao na ya wengine. Hawana mfumo wa msaada au motisha. Sababu ya ndani zaidi, kukosa imani kuwa unaweza kubadilika au kubadilisha hali yako. Kauli ya kumbukumbu kumbu: kila mtu aliyefanikiwa aliona giza fulani njiani, lakini waliamua kuendelea ko kukata tamaa ni adui wa ndoto. Watu wengi walikuwa karibu sana na mafanikio kabla hawajakata tamaa. Kukata tamaa huua ndoto ambazo hazikupewa nafasi ya kuota mizizi. Mfano wa kihistoria, Thomas Edison alijaribu zaidi ya mara elfu moja kabla hajagundua balbu inayofanya kazi. Alipoulizwa kwa nini hakukata tamaa, alisema Sikushindwa mara elfu moja, niligundua njia elfu moja ambazo hazifanyi kazi. Kwa nini tunaahirisha? Kuahirisha si uvivu tu, mara nyingi kuna mizizi yake, hofu ya kufanya makosa, ukamilifu kupita kiasi, kukosa mpango, kukosa sababu ya ndani. Utafiti wa kisayansi, wanasayansi wa tabia wamegundua kuwa kuahirisha ni aina ya kuepuka maumivu ya kihisia, si tu mabadiliko ya tabia. Kauli ya kumbukumbu kumbu. Kuahirisha ni kuiba muda wa baadaye. Madhara ya kuahirisha: unapoteza muda mwingi, uzalishaji unapungua, unajenga tabia ya kutochukua hatua, unaacha nafasi zikipita. Jinsi ya kushinda hali hizi: moja, kushinda wasiwasi Andika hofu zako na kisha andika suluhisho la kila moja. Jifunze kutafakari na kupumua kwa utulivu. Jiandae vizuri, maandalizi hupunguza hofu. Tafuta watu wa kuzungumza nao. Mbili, kushinda kukata tamaa. Kumbuka kwa nini ulianza lengo lako. Jiwekee mafanikio madogo ya kusherehekea. Zungukwa na watu wenye mtazamo chanya. Tafakari jinsi ulivyopita changamoto za zamani. Tatu, kushinda kuahirisha mambo: gawanya kazi kubwa kuwa vipande vidogo, tumia njia ya 5 minute rule, anza kwa dakika tano tu, tengeneza ratiba na itimize, jitunze kiafya: usingizi, lishe, mazoezi. Wasiwasi hauondoki kwa kusubiri uishe, unashindika kwa kuchukua hatua. Kukata tamaa huisha pale tu unapokumbuka thamani ya ndoto zako, na kuahirisha mambo ni kuchagua taabu ya kesho kwa starehe ya leo. Unastahili mafanikio, lakini mafanikio yanahitaji ujasiri wa kupambana na hali hizi kila siku. Kama video hii imekusaidia, usisahau kuipenda, kuacha maoni yako na kushare kwa wengine. Jiunge na PesaVibe kwa video zaidi za kukusaidia kuishi maisha yenye lengo, ustawi na uhuru wa kifedha. Tukutane tena video ijayo. Kumbuka, mafanikio si ya bahati, ni matopeo ya maamuzi na hatua ndogo kila siku.